Ikhwata iman ndugu zangu katika imani na mama zetu na dada zetu katika imani, ndani ya mwezi wa Shaaban imekuja kwamba turfau fihi al-a'mal ila Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi wa wa Shaabani ni mwezi ambao amali za waja za mwaka mzima zinanyanyuliwa kupelekwa kwa Allah subhana wa ta'ala. Mwezi huu ndio ni mwezi huu tunao sasa hivi, amali za waja za mwaka zinanyanyuliwa kupelekwa kwa Allah subhana wataala ka, wa katika mwezi huu na kabla ya hapo, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema turfaul a'mal ila Allah yaumul ithnaini wal khamisi, siku ya Jumatatu na Alhamisi amali zinanyunyuliwa kupelekwa kwa Allah subhanahu wa taala. Na mtume akasema wa ana uhibbu an yurfaa amali wa ana saim, napenda amali zangu zipeleke kwa Allah subhanahu wa taala hali ya kuwa mimi nimefunga au kama. Kwa hiyo Jumatatu na Alhamisi katika wiki, amali zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa taala. Mtume wsalema alikuwa anapenda amali zake zinyanyuliwe aliyakuwa kafunga. Akasema amali ambazo hazinyanyuliwe kwa Allah subhanahu wa taala ni za mtu mshirikina, mtu mshirikisha Allah subhanahu wa taala, au watu wawili waliogombana. Watu wawili waliogombana amali zao hazipandishwi kwa Allah subhanahu wa taala mpaka waelewane watu hao lakini tunapata faida kwamba ni siku ambazo amali zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa Mtume sallam alikuwa anapenda amali zake zipelekwe kwa Allah, aliyakuwa akafunga Jumatatu na Alhamisi. Riwaya nyingine inaonyesha kwamba Mtume sallam alikuwa akifunga Jumatatu kwa sababu ni siku za dhaka, yaumu litufihi, hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa. Sasa hile ni amali zinapandishwa katika kila wiki lakini kuna amali zinapandishwa katika kila mwezi e, katika eh, amali za mwaka ambazo zinapandishwa katika mwezi wa Shaaban. Ile ni kila wiki ni matatu na hamisi, hapa ni katika mwezi wa Shaaban ambao ni amali za mwaka mzima zinapandishwa kwa Allah Subhanahu wa Taala. Kwa mtume wasalama amezungumzia mwezi wa Shaaban sema, anasema dhaka shahru

mwezi huu amali za waja zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa taala, wa uhibu an yurfaa amali wa ana saimun, mimi napenda amali zangu zipeleke kwa Allah subhana wa taala hali ya kuwa nimefunga. Kuangalia inakuja kupokea somo Ramadhan la Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao Allah subhanahu wa taala amesema, kutiba alaykumus siyam

Atakayefunga siku ya shaka basi huyo kamwasi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo, pamoja na kufunga sana, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Shaaban alikuwa akifunga sana, lakini ilikuwa afungi Shaaban yote. Kwa nini? kwa sababu ndani ya mwezi wa Shaaban kuna siku ya shaka ambayo haitakikani kufanya nini? Kufungwa nayo. Ni siku gani? Siku ya 30 ya Shabani, siku ya mwisho ya mwezi wa Shabani. Mara nyingi huwa haijulikani ni Ramadhani mosi au ni siku ya Shabani ya kumalizia 30. Kwa hiyo hii ni siku ya shaka, haitakikani kufungwa kwa sababu anayefunga atakuwa amefunga siku iliyokatazwa na sheria. Na ndugu zangu, kina mama watukufu wa Kiislamu, kwamba kuna masiku katika sheria ya Kiislamu yamekatazwa kufunga, kuna masiku yamekatazwa kufunga miongoni mwao miongoni mwa siku zilizokatazwa kufunga ni hiyo siku ya shaka. Siku ya shaka ambayo ni siku ya 30 katika mwezi wa Shaaban haitakiwi kufungwa. Siku hii ni siku ambayo ni hii was imekatazwa kufunga, kwa mtume alikuwa akifunga Shaaban sana, lakini hii siku anaiacha. Miongoni mwa siku ambazo zimekatazwa pia kufunga na sheria ni siku zaidi yaumal iidaini, siku mbili zaidi, Idil Fitri na Idil Adh'ha. Siku hizi mbili zimekatazwa kufanya nini? Kufunga. Na sheria utakiwi kufunga katika siku hizo, siku zaidi mbili. Kadhalika katika siku zimekatazwa kufunga ni siku zinazoitwa siku za ayyamu tashriq, ambazo mtume Muhammad saw alisema ayyamu tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikri llah, kwamba siku za tashriq, siku za tashriq ni lipi? Baada ya siku ya Idul-Adha, idi ya kuchinja, idi kubwa, itakapokwisha ile, kuna siku tatu zile na ujaji wanakuwa wanapiga mawe kule kwenye jamarat siku zile zilikuwa maujaji wanatumia vile vile kuandika zile nyama walizochinja kwa zama zile, ambazo hakukua na mafriza na mafriji. Siku zile tatu hazitakiwi kufunga, kwa siku ya idi na siku tatu baada yake, sio siku za nini, za kufunga, zimekatazwa na sheria. Kadhalika haitakiwi kufunga siku ya Ijumaa somo ya sunna peke yake siku hiyo peke yake tu kaamua anafunga Ijumaa, la, isipokuwa kwa mtu ambaye atakuwa amefunga siku moja kabla au siku moja, au atafunga siku moja baada yake, ima ufunge Alhamisi na Ijumaa au Ijumaa na nini na Jumamosi. Ama peke yake Ijumaa, haitakikani kufunga sunna siku ya Ijumaa. Na hii ni katika siku ya idi ni siku ya furaha kwa Waislamu, kotakikani kwa kufunga peke yake siku hiyo. Saumu ya nini ya sunna? Ama saumu za faradhi, saumu za lazima, za wajibu, zinafungwa hata kama itakuwa ni siku ya Aljuma, ambazo saumu hizi yaweza kuwa ni saumu eh, ya kafara mtu amefanya kosa ambalo linahitajika afanye kafara au mtu ana madeni ya Ramadhani au somo ya nidhri. Hizi ni somo za wajibu, hizo somo za aina tatu, ima kafara au nidhri au wajibu, kwamba wajibu ambao ulikupita. Kina mama, labda mwanamama alikuwa Ramadhani imemkuta kafunga, alafu akaingia katika ada yake, kwa hiyo akawa anadaiwa saumu ile ni ya waji. so, anaweza kuifunga kwa sababu ni siku ambayo ndiyo ni saumu ya waji ama saumu ya sunna. La, kwa hivyo yaumu shak ni siku ambayo imekatazwa, imekatazwa kufunga. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha sana kufunga yeye katika mwezi wa katika mwezi wa Shabani akikithirisha sana kufunga mwezi wa Shabani kwa ajili kwamba amali zake zene mbele Allah subhanahu wa taala aliyakuwa yeye amefunga kadhalika. Aisha radhiallahu anha umul muminin anasimulia kwamba yeye alikuwa anakuwa na madeni, alikuwa anapata madeni ya Ramadhan kwa sababu ni maumbile ya kina mama katika kila mwezi kuyapata hayo. Kwa hivyo inamkuta ina Ramadhani kuna baadhi ya siku hakuweza kuzifunga kwa hivyo, akawa anakuja kuzifunga katika mwezi wa mwezi wa Shabani. Na ulama wanasema kwa nini mama Aisha radhiallahu anha alikuwa anafunga sana mwezi wa Shabani? Yaani ayo madeni yake yanayacherewesha ya yana Ramadhani, anakuja kufunga mwezi wa, wa Shaaban, kwa sababu mwezi huu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafunga sana, kuwa anakuwa pamoja katika funga wengine wakasema Mtume sallam alikuwa anafunga sana Shaabani kwa sababu wake zake wengine wanakuwa na madeni ya Ramadhani. Kwa hiyo kifika Shaabani, kabla ijengia Ramadhani nyingine wanakuja kulipa katika Shaabani, kwao Mtume anajiunga nao, anafunga nao kwa sababu wao wanafunga, na yeye anafunga nao. Alimu wote walikuwa anafunga, lakini Mtume sallam alikuwa anafunga sana mwezi huu, na wake zake wakawa wanapata fursa ya kufanya nini, ya kulipa madeni

zlha anasema kana alayya ya somu min ramadan nilikuwa mimi na madeni ya somu ya Ramadan, fala aqdhihi ila fi sha'ban, nikawa siwezi kulipa madeni yale, na naaia kulipa katika mwezi wa Shabani. Inaonyesha kwamba hadithi hii kwamba wakati wa kulipa madeni mwanamama wakati wa kulipa deni lako la Ramadhani ni wakati muwasa, yani wakati wana nafasi kubwa sana kwa maana baada ya Ramadhani kuna mwezi wa Shawwal eh? Ukishatoka um, Shawwal kuna Dhulqaada utakwenda, kuna mwezi wa Dhulhijja eh, utakwenda, kuna, kuna Muharamu, kuna Safari utakwenda kuna Rabiul Awal zani Jumada lula Jumada zania jimada utakwenda mpaka utakutana tena alafu, na Rajab, halafu unakwenda kutana na Shaaban. Hii miezi yote hii, hapo unayo nafasi wewe kulipa kulipa deni lako la Ramadhani, kwa maana deni Ramadhani ina wakati mpana sana. Mtu anaweza kulilipa kabla ya Ramadhani nyingine. Ndio maana jamaa wameweka ikiwa mtu atalipa deni lake la Ramadhani baada ya Ramadhani nyingine, ndio akaekewa kwamba utalipa ile siku pamoja na nini na kibaba, kwa sababu kuchelewesha au na kilo za mchele, kwa sababu faa nini ya kuchelewesha. Lakini kama utalipa kwa wakati ule ule, basi utalipa somo yako tu. Hasa Mama Aisha anasema mimi nilikuwa nalipa madeni yangu ya Ramadhani ya ya iliyopita katika mwezi wa Shaabani. Kwa hivyo angalia ya mtume Muhammad sallam, sunna yake alikuwa akifunga sana mwezi wa Shaabani isipokuwa siku chache, kasema miongoni siku, siku, siku ya shaka akiacha. Lakini wake zake vile vile walikuwa wakifunga naye kama Mama Aisha, yanaonekana ni, ni maandalizi yao vilevile, maandalizi yao ya kuipokea Ramadhani. Mtume na za wake zake akiwema Mama Aisha walikuwa wakiipokea kwa kufunga vile vile, kwa maana wanatoka kwenye funga wanaingia kwenye nini, wanaingia kwenye funga kwa. Kama sisi tunataka kuiga basi tuige mwenendo huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

na kuja kulipa katika mwezi huu wa Shaaban, nayo ni katika, ni katika maandalizi ya kuipokea Ramadhani. Wa thabata an Aishat radhiyallahu anha annaha qalat ma raaytu

wala sitawahi kumwona katika mwezi akikithirisha kufunga sana isipokuwa katika mwezi wa Shaaban. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadithi hii ni muttafaqun alayh iliyomo katika sahih Bukhari na Muslim. Mama Aisha anatusimulia katika hadithi hii kwamba Mtume Muhammad sallam ajawai kufunga mwezi kwa ukamilifu wake, yani akafunga mwanzo mpaka mwisho ima siku thelathini au ishirini na tisa isipokuwa mwezi wa Ramadhani na hajawahi kumwona akifunga sana isipokuwa mwezi wa Shaabani. Sasa hapa katika riwaya hii ndiyo inakuja kuona kuna wenzetu wengine ambao wamejiwekea ada ya kufunga mrajabu yote Shaabani yote kisha anakuja kwenye Ramadhani yote kisha anaelekea kwenye sita, anataka kupata siku thelathini na sita ambazo ndio thelathini na sita ile siku za mwaka mzima yani, anataka kupata ile mara kumi apate mia tatu sitini ambayo ndio mwaka anaona nikifunga kifunga siku 36 nitakuwa nimefunga mefunga mwaka mzima. Lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasema, man sama Ramadhana, atakayefunga ramadhani kisha akafuatisha na siku sita fakannama sama dahara kulla, utafunga mwaka mzima. Funga siku, funga ramadhani, funga na sita tayari, unapata thawabu za mwaka mzima. Na kwa kina mama ambao wakati wao ni muwasa Tuliona kwa Aisha, alikuwa analipa madeni ya Shabani katika madeni ya Ramadhani katika mwezi wa Shabani la shaka, inaonyesha kwamba alikuwa anatanguliza siku sita kabla ya deni la Ramadhani ka unaweza ni wakati mwasaa, wakati una nafasi, kwa kufanya hivyo, baada ya kuchukua njia hii ambayo taban maisha anasema, mwezi wa Ramadhani na Mtume kakadirisha kafunga siku zote lakini mwezi wa Shaaban hajawahi kukamilisha. Mtume salam hajawahi kufunga mwezi wote, kuna siku kakataza isifungwe. Pale ya shaka, kadhalika kama mwezi wa Rajab, ilikuwa Mtume anafunga mwezi mzima, imepokewa riwaya kwamba alikuwa anafunga mwezi. Hakuna hiyo hata, maelekezo ya ulamaa yanasema ni kufunga katika zile siku ambazo za sunna ukafunga wewe lashaka, mtu akaamua kufunga vile vile sana, lakini sio, si mwezi mzima, na hakuna malipo maalum yaliyotajwa katika mwezi wa Rajabu, isipokuwa ni mwezi mtukufu tu, kwamba ukifunga katika mwezi wa Rajabu utapata ichi na ichi. Hakuna mambo hayo. Shaabani kadhalika tumekafunga sana